Wale hawakuishi uh, maisha haya tunayoyaona. Mtoto anaweza aka, aka, baba akamchapa aka au akamkanya akamwambia nitakupeleka sai wa jamii kweli. Mtoto akikupeleka baba sai wa jamii, utawajibika. Mwalimu anaweza kumwambia mtoto, mtoto akasema ili sheria ihusu, sawa. so, of course, atu, hatukubali kwamba yote tunayoambiwa, tunayo tunayofanya tuko sahihi. Hapana lakini kuna namna ambavyo maadili yetu yameharibika huko nyuma, yakaharibika taratibu, taratibu, taratibu, na sasa hivi ndipo tunapoanza kustuka. Kanisa sasa, kanisa ni wanaume hawaji, kwa sababu wanaona pengine mambo mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo hii dozi ni nzuri, lakini nguvu yake inapaswa kuongezeka, kwa sababu huko tunapokwenda tutakuwa na jamii ambayo ina wanaume wabovu sana kuliko leo na pengine kuna dawati la jinsia, wanaopewa huduma ya kwanza pale ni wanawake, sio wanaume. Uongo kweli? Sisi hatuna dawati pale, sino kweli? Dawati letu halipo. Kwa hiyo akikupeleka yeye mwanamke, yaani wewe utabidi usurubiwe kwanza. Uwezi kwa kweli ukasema kama nimelambwa makofi. Uongo kweli utasema wewe mwanaume. Sasa itabidi tufike hatua tuseme jamani, mimi hapa nimepigwa nimenyooshwa hapa unavyoniona. Kenya wameshaanza kuwa na utetezi na mawakili. Sisi hapa Tanzania hatuna, lakini tunanyooshwa mpaka tunanyooka. Miongoni mwa mambo ambayo anayazungumza. Kwa hiyo atayazungumza, labda Mungu atatupa neema huko mbele. Idara ya malezi hatutengenezi idara ya vita. Tunatengeneza idara ya mshikamano. Tunaona tumeregea wapi na tunasongaje mbele. Kuna wakati unaweza ukafika ukasema, mama, tunaomba leo usifike kwenye hiyo. Tumehudhuria vikao vingi, lakini sisi tunafurahi mara nyingi kuwa na waheshimiwa hao, wanatuwezesha na mara nyingi tunasonga mbele wanawake, na ndio maana mnaona kila kitu kikija kwa mwanamke tunafanya vizuri kwa sababu tuko open, tunapokea na tunasonga mbele. Tunajua kuna mambo ya maumbile mwanaume huwa anawafundisha wanawake hata ufanyeje. Mwanaume ni mtu ambaye anapenda kuheshimiwa, si ndio baba? Yani hiyo ni nature. Kuna vitu ambavyo tutakimbizana, tuta, tuta navyo, tutafanyaje? Hatutaweza kuvibadili, ana nature ya kupenda kuheshimiwa. Na hiyo nikiwa na akina mama sasa, nilimwambia nili nilimwambia wanawake pale ndani, kasema natamani hii semina ingetuunganisha, tungesikiliza pande zote mbili, mkaona kwamba sote ni kitu kimoja na tuna lengo moja la kusonga mbele. Tunapenda kuheshimiwa tunapenda kuzungumza, lakini ile hali ya kusema tuna mambo yetu, wanasikiliza sijui wanafanyaje, naomba hiyo muiondoe. Tunajadili, tunamtia baba moyo, tunamtia kijana moyo, tunawatia moyo vijana wetu wadogo wa kiume. Sasa hivi mnaona ulimwengu umemkimbilia mwanamke kwa nguvu kubwa, tukasahau vijana wa kiume, si mnaona? Shuleni ukiangalia vijana wote sasa hivi wanaofaulu mtihani wanaokuwa ngazi za juu wengi ita kumi shule nyingi ni wa kike. Kama mjafuatilia fuatilia. Mkienda vyuo vikuu best student wengi ni wa ni wa kike. Tunajiuliza wanaume, imekuaje? Wameenda wapi? Sasa hapo ndio tunataka akina baba mkae mzungumze, tuone hata namna ya kukaa na vijana wetu wa kiume tuwasaidie: wamekwama wapi, waibukie wapi kusudi tuingie katika ulimwengu ambao mwanamke amejitambua ameanza kufanya vizuri na hii imemletea hofu kubwa mwanaume ambaye anapenda akae aheshimiwe. Sasa na yeye aamshwe huko aliko, sasa ambako ulimwengu labda umemsahau ukamkimbilia mwanamke aliyekuwa amesahaulika, na sote tusonge mbele kwa, kwa pamoja. Tukienda kwa pamoja, hizi shida hamtakuwa mnaziona. Sasa mashaka na hofu ya kusema mama yupo kwa kweli, hiyo isiwape wasiwasi ya kuzungumza mimi ni mama wa pande zote, ni katibu wa idara ya malezi. Nikiwepo hapa, sina neno la kupinga na wala la kufanyaje la kukataa, lakini ukiona naweza kutoka pembeni, wala hiyo mimi sina mashaka. Lakini mimi napenda kuwapongeza kwa umoja huu mlioanza nao kwa nguvu, mjadili mambo ya kuwafanya wanaume wasonge mbele. Tusaidieje vijana wetu wa kiume wajitambue? Sasa hivi mnaona watoto wa kiume wamekuwa mayai mayai sana watoto wa kike wanaweza kufanya biashara, ukienda sokoni wamekaa, ukienda shuleni wanafanya vizuri, kila sehemu wako mstari wa mbele. Wanaume tumewasahau kidogo, vijana wa kiume sasa, na wenyewe tuone namna ya kumsukuma tena kijana wa kiume. Kama kaka alivyosema pale, sote turudi kwenye mstari, kila mtu ajitambue, tusonge tusonge mbele. Lakini msifikiri ni majadiliano ya kuoneshana mabavu, nani kafanya vizuri, nani kafanya hivi. Tunaweka mipango yetu kama baba, tunasonga ndio maana mimi nina mada nzuri sana inasema kujitambua. Unajitambua kama baba, unajitambua kama mama. Na ukishajua kwamba wewe ni wewe, unapaswa ufanye nini ili kusudi kanisa, familia yako na wewe binafsi usonge mbele? Ukishajitambua mambo yanakuwa safi, amani ipo, ipo kabisa. Tusonge mbele, tujadili, tuwe huru kabisa. Mimi naweza pia nikawapisha mkiona hivyo, lakini muwe huru kabisa na muongee mambo yanayowakera Tuone namna hapa, tuna viongozi wa serikali, tuna viongozi wataalamu mbalimbali, tushauriane, tunapelekaje jeshi la wanaume lisonge mbele, tuibue watoto wa kiume na wenyewe. Kanisani kwaya, mnaona ni vijana wa kike wamejaa, kanisa limejaa wanawake, wanaume wako wapi? Hayo tuyazungumze, tuwa, tu, kusudi sote tusonge mbele. Mungu awabariki sana.